na leo tutaanza kuangazia gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, kwani gazeti la Nipashe linaanza na habari ukurasa wa tatu inayosema mfugaji adaiwa kumpiga risasi mkulima kisa mifugo kuingia shambani. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu inasema mfugaji adaiwa kumpiga risasi mkulima kisa mifugo kuingia shambani. Hiyo ni habari inayopatikana kwa kina na, na, na gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari zaidi. Lakini kuna habari na ukurasa wa pili nasema Samia amlilia mwanzilishi wa Precision Air. Uh, Samia amlilia mwanzilishi wa Precision Air baada ya kuaga dunia. Hiyo ni habari nayo hiyo ukurasa za ndani za gazeti la Kula Nipashe. Lakini wanandoa vikongwe walilia fidia nyumba kubomolewa. Eh, wanandoa vikongwe walilia fidia nyumba kubomolewa. Hiyo ni habari na wanapatikana kwenye gazeti la Nipashe. Lakini kanisa ilivyobambwa na tiba kwa maombi e, kanisa lilivyobambwa na tiba kwa maombi lina wodi za, za nyasi na udongo udongo wagonjwa wagonjwa marufuku marufuku kwenda hospitali. Hilo ni kanisa lina wodi nyasi na udongo wagonjwa marufuku kwenda hospitali. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili. Lakini kwenye gazeti hili la Nipashe bado kuna habari inayosema vuta nikuvute, Spika Mde azimio uendeshaji bandari e, e, e, hao ni wanasheria wawili wakutana, e, speaker na mdewe e, vuta ni kuvute, azimio la uendeshaji wa bandari. Hiyo ni habari endelea huko na saa tatu wa gazeti la Nipashe, pata na kala yako kwa habari kwa kina e, lakini tukiachana na gazeti la Nipashe kuna kurasa za mbele e, tuangazie kurasa za nyuma za michezo kwenye gazeti la Nipashe kwenye michezo linaanza na habari inayosema mapokezi ya Yanga bala mapokezi ya Yanga bala mashabiki wafurika Uh, kulishuhudia kombe lao, wajipanga kwa fainali FA eh, uh, hiyo ni mapokezi ya Yanga jana, wafanya paredi ya kutisha baada ya kutokea jijini Mbeya. Eh, uh, paredi ilianza ya poti mpaka jangwani, ni mafuriko ya watu. Hiyo ni habari na gazeti lako la Nipashe. Lakini Mgunda, tutalipa deni msimu ujao. Huyo ni Mgunda eh, uh, alisema tutalipa deni msimu ujao. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 23 gazeti lako lanipashe. Lakini kwa chana gazeti lipashe la Nipashe sasa tuangazie gazeti lako la Mwananchi. Kwa gazeti la Mwananchi linaanza na habari ukurasa wa 4. Linasema usioyafahamu yafahamu kuhusu miliki wa Precision Air. Eh, usio yafahamu kuhusu miliki wa Precision Air. Hiyo ni habari ndani ya gazeti la Mwananchi inapatikana ukurasa wa 4. Lakini mapya mhubiri aliyenaswa akitibu wagonjwa kanisani. Eh, mapya sasa mhubiri aliyenaswa akitibu wagonjwa kanisani. Zito ataka nguvu uwekezaji kwenye kilimo cha pamba. Huyo ni kiongozi wa ACT Wazalendo, Zito Zuberi Kabwe ataka nguvu uwekezaji kwenye kilimo cha pamba. Hiyo ni habari inaendelea kwa kina kwenye kurasa wa 19 wa gazeti lako la Mwananchi. Lakini bado kuna habari inayosema bunge limebariki, bunge limebariki lapitisha azimio la mchakato wa uwekezaji wa bandari na Dubai poti huku likitoa tahadhari ya mikataba kama hiyo. Profesa Mbarawa afafanua hoja zilizotiliwa shaka, wadau wa shauri. Mbowe azusha mjadala. Hiyo ni habari ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Mwananchi, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Mwananchi lenyewe kwenye dokezo la michezo eh, linaandika shangwe la Yanga da eh, hapo likionekana eh, timu ya Young African wakiwa kwenye basi huku akiwa mebebelea kombe lao amezungukwa na mashabiki kila kona, la sema shangwe la Yanga dar es Salaam. Hiyo ni habari, endelea ukurasa wa 24 wa gazeti lako la Mwananchi, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na kuachana gazeti la Mwananchi, sasa tuangazie gazeti lako la michezo, gazeti la Mwanaspoti. Na lenyewe kwa asubuhi ya leo linaanza na habari, picha ikionesha nyomi la mashabiki wa timu ya Young African, na linaanza na habari inasema mafuriko eh, ni nyomi la watu sasa ni mafuriko. Yanga yaisimamisha Dar es Salaam, Morisoni aliamsha Msimbazi. Hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Mwanaspoti, lakini bado kuna habari uh, inayosema simba ya mkosa kiungo jioni. Uh, simba ya mkosa kiungo jioni. Shekhe Jasm aikomalia Mani United. Uh, Shekh Jasm aikomalia Mani United, ni Waidadi au Alahili Lonyamila aibuka atetea rekodi yake. E, huyo ni Edwin Lonyamila aibuka na kutetea rekodi yake. Hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Mwanaspoti, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuachana na gazeti la Mwanaspoti sasa, tuangazie kwenye gazeti lako la Iman. Kwenye gazeti la Iman linaanza na habari inayosema mahujaji Tanzania walivyojipanga. E, mahujaji Tanzania walivyojipanga lakini mashehe wakumbusha wajibu, wa e, wa wajibu wa zaka. Milioni mia tatu wananjaa ekari milioni mia tatu zalimwa tumbaku e, milioni mia tatu wananjaa ekari milioni mia tatu zalimwa tumbaku. Hilo ni gazeti lako la Imani. Lakini kwa nini ulimwengu wa Kiislamu, e, umefurahi ushindi? E, hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Imani. Museveni shujaa vita ya ushoga. Eh, um, Museveni shujaa vita ya ushoga. mwaka mpya wa Kiislamu Zanzibar kuadhimishwa kiaina. Hiyo ni habari na gazeti lako la Iman. Lakini kuachana na gazeti la Iman tuangazie eh, gazeti lako la Mzalendo. Kwa gazeti la Mzalendo na nyeli, linaanza na habari na uh, inayosema wapotoshaji swala la bandari wa Kaangwa. Wapotoshaji swala la bandari wa Kaangwa. Rais Dr Samia Amlilia Shirima Precision Air uamuzi wa kidemokrasia, hilo ndani ya gazeti la Mzalendo. E, uamuzi wa uwekezaji e, wa bandari ya Dar es Salaam sasa unaandika uamuzi wa kidemokrasia. Huku Dkt Mpango ataka familia zitatue migogoro kimya kimya. Huyo ni makamu wa raisi Philipo Isdori Mpango ataka familia zitatue migogoro kimya kimya. Faida za kunywa maji safi asubuhi e, faida za kunywa maji safi asubuhi. Watanzania waweka rekodi kiwanda cha gesi e, wa Tanzania waweka rekodi kiwanda cha gesi. Hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Mzalendo, upate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwa chana gazeti la Mzalendo, tuangazie gazeti lako la Tanzania Yetu. Gazeti la Tanzania Yetu na nyeli naanza na habari inayosema uh, Rais Samia aomboleza kifo cha Shirima uh, wa Precision Air. Rais Samia aomboleza kifo cha Shirima wa Precision Air. Bunge lapitisha azimio kuhusu mkataba uh, na DP World. Bunge la pitisha azimio kuhusu mkataba na DP World. Hiyo ni habari inapatikana ndani ya gazeti lako la Tanzania yetu. Lakini Halimamde Angaka sakata la mkataba wa TPA DP World. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Dr Mpango atembelea kituo cha watoto yatima KKKT Kimara. Eh, Dr Mpango atembelea kituo cha watoto yatima KKKT Kimara. Lakini TLSC waingilia kati sakata la ukodishaji wa bandari. LIC waingilia kati sakata la ukodishaji wa bandari. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la Tanzania yetu. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na kuachana gazeti la Tanzania yetu, sasa tuangazie gazeti lako la habari leo Wijira habari kwa Jumapili ya leo. Linaanza na habari ukurasa wa nne. Habari inasema Samia Amelia mmiliki wa Precision Air. Uh, hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la habari leo. Lakini Bunge la ridhia ubia bandari. Hiyo ni habari ndani gazeti lako la habari leo. Kamati ya bunge yashauri mikataba yenye tija, wadau waunga mkono, wataka tahadhari ichukuliwe. Dkt Tulia atuma ujumbe, kauli zisizo za kizalendo. Hiyo ni habari ndani gazeti lako la habari leo. Lakini Mpango ataka familia ziepuke migogoro kulinda watoto. E, Mpango ataka familia ziepuke migogoro kulinda watoto. Serikali yabainisha manufaa kumi na nne kuchangia asilimia sitini na mbili katika bajeti ya serikali. Hiyo ni serikali yabainisha manufaa kumi na nne kuchangia asilimia sitini na mbili katika bajeti ya serikali hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kurasa za nyuma za michezo na burudani kwenye gazeti la habari leo litaanza na habari inayosema watoro tuzo TFF kupewa adhabu. Watoro tuzo za TFF kupewa adhabu. Mapokezi ya kombe Yanga yafunika. E, mapokezi ya kombe Yanga yafunika. Rais Mwinyi kuongoza Olimpiki Ujerumani. Shamsafodi ahimiza watu kufanya kazi, hiyo ni habari ukurasa wa 21 lakini kimataifa, Runi amzungumzia Messi Inter Miami. E, Runi amzungumzia Messi Inter Miami, hiyo ni habari ukurasa wa 22 wa gazeti la habari leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina, lakini kuachana na gazeti la habari leo, sasa tuangazie Eh, gazeti lako la Wamachinga, kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya mwanyonge kwa asubuhi ya leo, linaanza na habari inayosema, Rais Mwinyi amwapisha naibu CAG Zanzibar. Nape atema nyongo bunge, eh, bungeni akerwa na maneno ya kibaguzi kutoka kwa mwanasiasa. e, Nape atema nyongo eh, bungeni akerwa na maneno ya kibaguzi kutoka kwa wanasiasa. Lakini Profesa Mbarawa ni kisiki cha mpingo, Profesa Mbarawa ni kisiki cha mpingo. arasi Dodoma ateta na Wamachinga. Uh, hii ni habari ukurasa wa tatu inasema RC Dodoma ateta na Wamachinga. Uh, hiyo ni habari ndani ya gazeti la Kola Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye michezo kwenye gazeti la Wamachinga linaandika mapokezi ya Yanga yafunika Dar es Salaam. Uh, hapo ikionyesha ni mafuriko ya watu Kariakoo na mapokezi ya Yanga yafunika Dar es Salaam. Lakini Twiga Stars yajiandaa kuivaa Zambia. Hiyo ni habari ukurasa wa 14, Twiga Stars yajiandaa kuivaa Zambia. Kikao cha bodi ya, uh, ya wakurugenzi Simba leo Dar es Salaam. Kikao cha bodi ya wakurugenzi Simba leo Dar es Salaam. Hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Wamachinga, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuachana gazeti la Wamachinga, tuangazie gazeti lako la michezo uh, gazeti lako la Championi na lile linaandika uh, matajiri wa mafuta wampigia simu Mayele. Uh, matajiri wa mafuta wampigia simu Mayele. Lakini kibabe sana, Saido amfanyia kitu mbaya Mayele, eh, hiyo ni habari na gazeti lako la champion. Ipata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini kuachana championi, sasa tuangazie gazeti lako la mwanahabari. Gazeti la mwana habari na nalenyewe linaanza na habari naosema, eh, Nape awakosoa wanaojaribu kurudisha nyuma jitihada za rais Samia. Mongela awataka viongozi vyama vya ushirika kuacha tabia ya kuanzisha migogoro lakini bunge lapitisha azimio la makubaliano Tanzania na Dubai. Bunge uh, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lapitisha azimio la makubaliano ya Tanzania na Dubai. Wabunge watoa wa hofu wananchi juu ya uwekezaji bandari ya es Salaam, neema ya mapato kuongeza kwa ajiri. Neema ya mapato kuongeza eh, ajira na ufanisi bandarini kunukia. Dk Rais Samia, Profesa Makame Mbarawa kuwashangaza wazushi hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Mwanahabari. Lakini wasichana vinara kwa maambukizi ya VVU, wasichana uh, vinara kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi eh, hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Mwanahabari. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na tukiangazia kurasa za nyuma za michezo na burudani kwenye gazeti la Mwanahabari linaanza na habari inayosema Yanga wazidi kuvuta mastaa, Yanga wazidi kuvuta mastaa. Bodi ya ligi waingilia kati ubishi wa mayele na tiba nzokiza. Nani achukue uh, kiatu cha dhahabu kwenye ufungaji bora? Lakini sherehe za ubingwa yanga zafana. Uh, sherehe za ubingwa yanga hapo jana za fana. Warabu wamnyatia mayele. Hiyo ni habari ndani gazeti yako la mwana habari. Pate nakala yako kwa habari kwa kina, lakini gazeti la mwana habari ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Asanteni kwa usikivu mwema na kwa herini.